Ndege ya Kenya Airways ikielekea kutua katika uwanja wa ndege mjini Port au Prince nchini Haiti mnamo Juni 25. Ndani yake ni polisi 400. Hapa wanashuka kutoka kwenye ndege, kila mmoja na bunduki mkononi, labda ishara ya kilichowapeleka Haiti kukabili magenge yenye silaha ambayo yamefanya hali kuenda tenge tehanani katika taifa hilo la kanda ya Karibia. Waziri Mkuu wa Haiti Gari Conil aliwashukuru polisi hao kwa kuja kwao, na kama wasemavyo mgeni njoo mwenyeji apone. Matumaini ya Haiti ni kwamba vikosi vya Kenya na vingine vitasaidia kutokomeza kadhia za magenge ambayo yamepora majumba, hospitali, kuchoma moto maabara na madhila chungu nzima kiasi kwamba Haiti imegeuka nchi isiyokalika. <coughs> Lakini je, ni kwa nini Kenya inaongoza ujumbe wa kimataifa wa usalama nchini Haiti? taifa ambalo umbali wake ni zaidi ya kilomita elfu kumi na mbili. Rais wa Kenya William Ruto ametuma kikosi hicho cha kwanza cha polisi kujiunga na ujumbe wa kimataifa wa usalama nchini Haiti. Hali katika nchi hiyo ya Karibia ni tete, visa vya utekaji nyara na aina nyingine za uhalifu zimetapakaa. Magenge yanaripotiwa kujihami kwa silaha bora kuliko polisi wenyewe. Kenya ilikuwa nchi ya kwanza kukubali mito ya kutoa usaidizi wa kiusalama nchini Haiti. Wachambuzi wasema Kenya inatu natumai kufanya kazi nzuri ili ipate sifa ya kimataifa kisiasa, katika rubaa ya kimataifa. Tukifanya vizuri na tufanye kazi safi, tutakuwa na haki ya kujigamba, na bila shaka hiyo itaisaidia kenya kutizamwa kama mshirika imara kimataifa. Kenya pia ina historia ya kushiriki kwenye ujumbe wa kulinda amani kimataifa chini ya umoja wa mataifa Viongozi wa usalama wanasema utayari wa Kenya na uwezo wake kuchangia utasaidia operesheni ya kiusalama Haiti. Polisi wa Kenya watasaidiwa na maafisa wengine kutoka mataifa kadhaa: Benin, Chad, Jamaika, Bahamas, Antigua na Barbuda na Bangladesh. Ujumbe huo unafadhiliwa na fedha za hisani, huku Marekani ikiahidi kutoa dola milioni mia mbili.